Yeah to beat touchy kutoka Safination Music, ni producer Halari wa Safination Music na mmiliki Halari wa Safination Music. Kama uja subscribe channel yangu, hebu subscribe channel yangu, like share na kucommenti, uh, ili kunipa moyo wa kuendelea kufanya tutorial kila siku uh. Sasa leo nitakuletea hapa jinsi ya uh, kuongeza mashine yako iwe na speed kidogo uh, iwe na spidi maana mashine nyingi kidogo zinakuwa zinasumbua zina staki, lakini leo tutaongeza kidogo processor, tutaongeza nguvu ya processor, uh, ili iweze kuwa chapu hata kama ni i5 i3, uh, hata kama una ram jibi kumi na sita na kuendelea, lakini hiki kitu kufanya ni kizuri sana ili kuongeza uwezo wa bodi yako ili iweze kutambua. So kama hujasubscribe channel yangu we subscribe kwanza, like share na kucomment Uh, sasa kinachotakiwa kufanya ni kubonyeza alama ya window katika kibodi, alama ya window na R. So hivyo nimeplace uh, imekuja kitu kama hiki hapa uh, chalani. Okay, nitaandika hapo MS, MS config config. So uh, nimeandika ili neno kama mnavyoliona hapa, ili neno so nitaiambia okay. Ah, itakuja kama hivi ilivyokuja. Ah, tunataka tutambulishe bodi yetu iwe chap kidogo hapa. Tutaiambia boot, tutaiambia boot. Ah, then tutaiambia uh, advanced option okay. Tukiadvance option tutaiambia number of processor. Bonyeza hapa, ah, hapa tuta shuka, nene. Tutaweka hapa, tutashuka di katika nne, tutaweka nne hapo, tutaiambia okay, tutaapply alafu tutaiambia okay tuta Uh, inaomba ku restart. Tukirestart hapa mashine yetu ikiamka itakuwa iko chapu tofauti na wewe ukivotumia mara ya kwanza. So kama uja subscribe channel yangu, subscribe channel yangu, like share na kucomment. Asante. Naitwa Scott Beatz touchy, touchable. Asante.